inawaacha kama umetimiza mambo yote nasi na na kusema g tukae kama kwamba tumejihadhari, tukae kama kwamba tunajihisi, kwa maana shetani ambaye ni adui yetu asagasagalagamorozi amekuwa tuzunguka kama simba ramba akikuwa na na zuruma akitafuta mtu wa kuomaliza